Vijana zaidi ya mia moja wajiunga na wanamapinduzi wa AFC M23 kutoka vijiji mbali na mji wa Goma wengi wakiwa na lengo la kulinda usalama wa eneo lao hasa kuingia katika local defense, katika local local defense katikakatikaese ambao hushirikiana na police kulinda usalama wa vijiji. Kwa majina wananiita chance hane somoja. Nimeshika hapa kwa njia ya upendo ya bandugu wandugu M23, kuungana naye tuone upendo wetu, kama nchi yetu tutegombola eh, tuone mwisho katutafikia. Mungu atusaidie tufike, na mimi natokea Kabutembo Niko mtoto wa Veni Gakuba, nyiki kimenileta hapa mu AFC M23 kwa sababu AFC M23 imenipea kazi, si wengi wamenipatia kazi ndani ya FARDC, ilikuwa government FARDC ilikuwa. Lakini sisi vijana tulikuwa wezi wengi, wakakuwa wavuta bangi, wengine wamekuwa mwizi, wamekuwa wako kunywa pombe, lakini AFC M23 imenipea kazi, ndio maana mimi niko mahali hapa. Kwa shida na raha ndatumika kwa AFC M23. Nikuwe mtumaji, nikuwe mtumikaji bora kwa AFC M23 na Mungu anitie nguvu niendelee kupigania AFC M23. Eneo linalodhibitiwa na AFC M23. Jifenale ni mkuu wa uhamasishaji Kivu Kaskazini. Kinshasa, tunaenda, Kinshasa, Tumehamasisha zaidi ya vijana mia mbili. Kuna hawa wenye wako nyuma ni shanto, na wengine wamekuisha enda kwenye centre ya transit. Sisi tunaendelea kuhamasisha vijana, kwa sababu wakati imekuwa mrefu. Serikali ya Chisekedi ilidanganya watu, ikawapatia vijana ambao hawakupata mafunzo. Sisi tunawapatia mafunzo kusudi wajenge usalama ya nchi yao wajenge usalama ya mitaa yao na wajenge usalama ya eneo za kwao. Obishatifa yangu tupate amani ya yetu yenye tunapasha pata, ya upendo, hapana ya mizozo, tuko na korogano. Najua usalama ni si wenyewe tutaijenga, tuta ni siku nyingi watu wa kutoka mbali wa kutubeba wa kutupanda mchuki kwa kuchukia mingini zetu, kuchongia kuchukia eneo zetu. Tunasema ni leo tujenge maeneo zetu sisi binafsi. Kitu ambacho kimetoka moyoni mwangu ni kwani siku zi, zi, zi, zi, zilikuwa zilishapita, tulikuwa tunanyanyaswa na tunakamatiwa mubaya, kisha njoo hii M23 imekuja kutusaidia, na mi me nimeona niungane nao, nitie nguvu zangu nami. Jana ambao wametoka Kibumba, wengine wametoka Bugamba moja, na wengine wametoka kata ya Bujovu. Mesaje kubwa kwa wananchi ni kusema wananchi waache ubaguzi, wananchi wafurahie inchi yao, waijenge. Na ingine ujumbe kubwa majambazi FDLR wale wanyatua wa FRDC wangali wanafichama katikati ya population, wawadenonse, wawatambulishe kuviongozi, wapige ngazi za usalama kusudi wawatoshe katikati ya raia. Tuta hatutachoka sababu tuna vita ya survi, tunagombana kusudi tuishi wakati tutasikia kabisa kwamba usalama nchi yote imeenea, tutakomesha tuta. Lakini shida ingaliki, menasi ingaliki, na hatutaachilia pale mpaka menasi ishi. Ni nini kondisio ya kuingia kwa jeshi? Unajua, kondisio ni mbili tu au matatu. Ukuwe na umri miaka kumi na munane kupana mpaka kupanda mpaka makumi tatu na tano ni ya kwanza. Ukuwe mkongomani na ukuwe mutu de bone moralite, mutu muzima ambaye anajua anaingia kwa jeshi juu ya nini anaingia kwa jeshi. Hiyo ndio shurti ya tatu. Huku hamasa bado ikiendelea katika vijiji na vitongoji mbalimbali wilayani mbali, Nyiragongo na Masisi, akisema Tieri Ndekezi. Tumekuja hapa kwa kuhimiza e, raia wa Kibumba, kwaonyesha mipango ya chama, na mpango ya chama ni kuwafundisha upendo na kuishi e, kwa upendo hata a, kutengeneza mgini ili wapate usalama, kujenga usalama ao peke yao, na hiyo a, na kuhimiza vijana ili wajiunge na chama ya AFC M23 ili vijana hao waweze kujalinda linda mugini yao na mgini juu mugini ipate usalama.

nikiwaelezea kama ao peke watoto hapa ndio wanapasha jenga mugini yao, jua kuna mtu mwingine ambaye ataweza kakuwa kajenga mugini yao ni ao peke yao, ndio maana wanapasha. Tulikuwa nawahimiza ili waje wajiunge ndani ya AFC M23. Wamejiunga wengi, w we pia umeviona kama mpasha habari, wamejiunga wengi kabisa na wamefurahi, na wanasema na wengine au peke watajileta kwenye, kwenye province